Nisijuzi uh, siku ya Ijumaa tulikuja mahali hapa kwa ajili ya maombi na nilipotoka msichana um, wangu akanipigia simu, na aliponipigia simu akanielezea ya kwamba alikuwa hamisi vyema, tumbo lilikuwa limemkoroga kuanzia asubuhi hadi hiyo jioni. Alafu yeye huwa anafanya kazi, anafanya tu vibarua kwa ajili ya kujisaidia kule shule alipo Akawa ameenda sadon kusonga na yale mafuta ambayo anatumia kila siku. Hiyo siku ya tasi yakatoa moshi mkali, ukamwingia katika macho na yale macho yakaanza kutoka machozi, yani macho yakawashwa vibaya na yakatoka machozi, yakaenda ya mpaka akawa haoni wanaeza fikia na wakati aliponiambia hivyo nikamtia moyo nikamwambia, Mungu yupo pamoja nawe na usiogope, maana Yesu asifiwe. Nikaelezea wapendwa, tukuwa tujatoka mahali hapa, na nikamwelezea ndugu Gabriel, tukua tumeshika njia moja, na ndugu Gabriel ndiye akasema nimpatie simu azungumze naye, na nilipochukua simu nikampa ndugu Gabriel yeye alafu akamwombea. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu maana maombi yana nguvu. Sitaacha kusema ya kwamba maombi yana nguvu, Mungu anatenda kazi ndani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Alisema ya kwamba ombeni, nani mtapokea. Bwana Yesu asifiwe. Na alipomwombea siku ya pili asubuhi, nikapigia simu na nikamuuliza, akasema pale pale tena, nilipoombewa nilipona na niko salama. Bwana Yesu asifiwe. hakika ya kwamba Mungu yuhai na Mungu anatupenda, bora tu tuitoe mioyo yetu kwa ajili yake, tuitoe ili ya kwamba tumtumikie naye. Hata tu ni hayo m ia ni mmoja wao. Shukuru Mungu siku ya elekea sehemu za Mombasa kwa sababu niko na mke wangu na mke wangu ambaye hasikii vizuri, na kulingana na ripoti ambazo tulikuwa tukipata, na ripoti ambazo si nzuri, na wale ambao wanakuambia ripoti ni wataalamu ambao wamesomea hiyo kazi. Na katika hali hiyo ikatubidi tuende ni kweli tulienda. Tulipofika hapo kuangalia mgonjwa, alikuwa anatoka theater na ameenda kupimwa kipimo, wanasema ni kipimo cha mwisho, kwa sababu walipima vipimo viwili, na kulingana vile daktari tulivyomuuliza ni kwamba, alisema cha kwanza, cha pili hakuona kitu na, na wakasema kwamba kuna kipimo cha mwisho ambayo tunataka kupime ndio kama shida nini, ana shida yake ilikuwa ni damu kutoka, damu damu inatiwa inaisha onoowa na alipokwenda, kieta cha kushangaza ni kwamba kile kitu ambacho huwekwa kwa mdomo na kikateleza chenyewe kwa sababu wanasema kama ni kidude ambao huwekwa kwa mdomo, alafu kikateleza chenyewe kikaenda kwa matumbo, kikaenda kuangalia kama kuna shida gani haki kupita hiyo ikawa, huyo mtu anakula chakula vizuri, anapuga maji vizuri, lakini kwamba hili kipimo hakikupita. Basi katika hali ile, ukawa kuna maombi ambayo yanaendelea pia, kwa sababu hata nilipofika pale, niliona kuna fulaikagede akaza pale, amemwombea na maombi online pia ya, yanaendelea. Kuna watu tofauti tofauti wanakuja kumwangalia na maombi yanaendelea ya. Yesu asifiwe, amen. Uh, sana, ikafika mahali mchungaji mmoja akaonyeshwa. Hiyo ilikuwa Thursday kwa mkea Friday, lakini usiku huo mchungaji mmoja akaonyeshwa jinsi anavyosweti ile mgonjwa yana ya anatokwa na jasho sana. Na asubuhi akapigia mmoja wetu akasema kwamba nenda kwa huyo mgonjwa ukamuulize amepitia nini usiku, kwa sababu kuna kitu ambacho nimeonyeshwa na sitaki nikwambie mimi. Nenda ukamuulize mgonjwa kama alipitia nini. Na kweli yule alienda enda kumuuliza, akamuuliza kuna kitu chochote ambacho kimepitia usiku ambacho si cha kawaida. Yule mgonjwa akasema mimi nimepitia usiku, nimetokwa na jasho oversize. Tangu nizaliwe sijatoka na jasho namna hii, nimesweti sana. Hilo tu peke yake akaunganisha hayo maneno hayo, ili mtumishi anuni na ni kweli kabisa kufikia uh, Friday morning, vile mgonjwa aliinuka mwenyewe <laughs> kwa kitanda kula

Ni Mungu ana matibabu yake. Amen. Ninakumbuka nilisikia ushuhuda siku moja. Kuna mtu alibadilishwa matumbo. Huyu mtu alikuwa na shida ya matumbo kumwa na matumbo, na siku moja asubuhi, akiwa katika maombi, alisikia tumbo likicheza, na alipojikusha na mai kawa amerudi kabisa. Amen. Amen. Yeah. God Mungu anatenda na ripoti za wanadamu ziko. Ikatokea siku moja. Sorry, I'm taking your time. Ikatokea hivi siku moja mtu alienda kwa x-ray na akapigwa picha na ile picha walipoangalia namna hii daktari wakaona ndani ya tumbo la mtu kuna mdudu, na wale madaktari wakashangaa huyu mdudu aliingiaje? Na hata kama alimeza, kwa nini asikufe kwa joto la tumbo? Dudu uko hai. Wakasema atuamini, wacha tumpige picha tena. Tukampiga picha pili, ududu yuko hata, nazidi kuwa mkubwa. Itakuwaje? Mm. Kwa hivi familia wakachanga, wakasema sisi tutampeleka India kwa operation. Kweli kabisa wakachanga, wakampeleka India kwa... Madaktari wa kule pia wakataka kujua zaidi, kwa sababu walipelekwa hizi picha, wakaangalia kweli. Hey, ni mdudu ya pili, ni mdudu na wa pili, ni mdudu. Lakini wakasema wacha tupime yetu pia, tupige picha yetu, tuhakikishe. Walipopiga picha, hakuna mdudu ya kwanza, wakapiga picha ya pili, hakuna mdudu. Mungu asifiwe sana, ikawa hivi, ile picha ya x-ray. Iliingia komba mwiko pale ndani. Sasa walipopiga hivi, wakamchukua hiyo komba mwiko pamoja na tumbo la mwanadamu, akawa komba mwiko iko ndani ya mwanadamu. Na mfunjo yule alirudi nyumbani akiwa ni mzima. Maana ile hofu ilikuwa imemfanya pale mgonjwa, maana akiangalia na umeni kweli, kuna mdudu ndani ya tumbo yangu, na sijui kama aliingia vipi. Kwa hivyo kwa hayo yote ya Mungu anatenda, na tunaendelea kumshukuru Mungu hiyo na mimi nami nilisafiri nikarudi salama. Hiyo si jambo la kawaida. Nikatukia hivi siku moja, gari ikatoka mahali fulani kwenda mahali fulani, ndani kukawa kuna msichana wa shule. Sukuli zilikuwa karibu kufunguliwa, lakini katikati wakapata ajali, na walipopata ajali kichwa cha yule msichana kikakatika, na wakakiangalia msitu wote wasikione, wanazaea kulienda. Watu wakazunguka kichwa. Msichana kweli amekufa, lakini where is the head, kichwa kiko wapi? Hata kama kimeruswa, kimeruswa kichwa wake, wake. Wakazunguka wakazunguka, hawakuona kichwa. Kichwa kimepotea kabisa, anazikwa bila kichwa. Mimi namshukuru Mungu, nilienda na kichwa changu.